Naam, nikukaribishe vizuri kabisa eh, Sami baby. Yep, adab 13 ulivyovaa. Natamani nianze na salamu alaykum. alaykum. alaykum. Okay, so anza nayo. Wa -alaikum salam ustaz. Kavaa vizuri Sami baby leo kama anakwenda Eh. Hapa na Na e. Ndege nakwenda ija na ndege inanisubiri sana nane hivi. Ndo kipindi sido hiki hiki mda huu kipindi chake hiki bana. mm. Mi naitwa adabu mm. niko na mwenzangu hapa, Sami baby in the house yep, mm. tupo ndani ya mjengo sasa. Sami e, hii hapa e, tumekuja na mada nzuri kwa wana gossip table, na gossip table leo imedamshi ioo iko mambo ni mambo leo moto ndio moto sa, mm. mm. Sasa ndugu yangu sasa bana sasabana hey. Wiki nzima hii watu wanaongelea ishu nzima ya harusi ya harusi. Sherehe imefana hi likimefana mm. elikabisa watu, mm. watu walipendeza bwana, waliokopa walikopa. Unajua kuna watu wamekopa eh? kwa ajili ya makeup, kwa ajili ya nguo, kiatu. Ukishasikia sherehe ina Wanigeria mm. unafikiri ni ya kitoto na kuna mtu alikuja pale kavaa nyoka. Hey, nyinyiii! Kashanga kwanini tena nyoka? Gadi gadi, naye ana mbwembwe gadi, kavaa nyoka

Apo, hapo hapo ah. Apoanauta njoo hapa, mambo yaendelee sasa leo bwana mm. Kitu ambacho eh, tumewaletea hapa ni ishu nzima ambayo ilitokea kwenye harusi yes. Ya kwenye sherehe ile ya Jux pamoja na Prisila grand final mm, grand final ya mm. Sherehe JPF 25 bwana, kuna Mnigeria alifika pale mm. Mm, nikasema leo kweli leo kimeuma na leo kimenuka eh, nikasema vijana wa Tanzania mm. wanavyopenda maisha ya nje ya watu wa nje wanaoishi uh -huh. Mnasikia, sidhani kama kuna mtu hapa ataonyesha kama ana mpenzi wake tofauti na, na Jux, yani Jux kwa sababu ni sherehe inamhusu lazima. lazima, lazima, lakini kuna wengine nikawanona wanajiweka ile yani, kila mtu ikiwemo ikiwemo Ikiwe. Ikiwe. Ikiwe. Ikiwe. Ikiwe. Ikiwe. Ikiwe. Tukimjumlisha yeah, masimba na masimba dangote zu zu zu chu ayawe ayawe <laughs> Bana we, watu, watu eh, sasa kwani ile ndio ilikuwa ni nini? Yaani ndio ilikuwa mimi sikuelewa nasijelewa mpaka sahivi kwamba ndo, ndo, mm. saidi, liku, ndio stahili yao ilikuwa stahili kwa ajili ya JP ishirini yeah. ishirini na tano ama ndio mambo yamejipa kwamba tayari vitu vimesha mm. vimesha sambaratika. Mimi na kauli yangu moja naisema tangu mm. mwaka huu umeanza, nikasema kitu kimoja mm. wana watu wengi wanafosi mahusiano ya Diamond na Zuchu Watanzania wengi wanafosi wale wawe katika mahusiano. Yaani wanafosi yawepo. Yawepo. Lakini wale wawili hawajaumbwa kuwa pamoja. Yaani wale wawili is not matchable. Wameumbwa kwa ajili ya kazi. Kwenye kazi sawa, kwenye kazi. Kwenye kazi kweli nyota zao zinaendana. Lakini katika swala la ni chumu ni chumu mwa hawajaumbwa kuwa pamoja. Kuna wakati pia, ndio maana watu wanamsema kwamba Zuchu ni king'anga. Kwa sababu sehemu alipo sio. Sio kabisa. Wanafikiri kinazali ni wafikili wa, wa hawakutumia wa akili kujiweka pembeni nafikiri mm. Kina Tanasha, hebu mwangalie Tanasha, mwangalie okay. Zarina Hasan nafikiri wakutumia mm. akili kujiweka pembeni pembeni, yani yeah, okay. Kuna muda mimi naamini na kabisa, Diamond ikapangiwa mtu ambaye hana umaarufu kwenye muziki, fashion fash, yes, kokote huko, hata Zuchu pia pengine mtu ambaye amepangiwa hana umaarufu huo, labda mtu aliopangiwa wewe naye kwenye siasa mi mm. Hey, unajaribu tu, siku nagonga hodi kwa wanasiasa labda. Kwao kuna wakati pia tuafikiria wale ex zao, ex wa Zuchu, ex wa Diamond nani, mm. yule ambaye hakuaga maarufu kivili Sara eh. Sara Sara eh? Eh, yule ambaye siku mm. alimtambulisha, ah, kwani sasa sawa, mara nyingi unakuaga sio, sio, sio watu ambao labda sasa wanafaa kuwa na watu design ile ambao sio maarufu hawajulikani mpaka ukamtambulishe kwa watu. Kuna huyu Miss Rita au ah, tukuwa tumfahamu, ndio kuja ku sisi ukwa tumfahamu, tumemwona tu ni video vixen, ndio, lakini baadaye tukamwona kumbe Diamond alikuwa na yake eh, ee, na huyu binti umeona mm. Sasa mama alikuwa naenda ule binti alikuwa anaonekana anampenda Diamond. Diamond alikuwa anampenda mpaka na akampangia apartment ule binti akaishi, alikuwa eh, anampenda na mahusiano na vizuri mahusiano yanaenda vizuri, tusingekuwa message kuvuja, of course Zuchu kufahamu kinachoendelea mahusiano yao mpaka yalikuwa vizuri. Ila kuna wakati pia Diamond anaweza usiri. Unajua kuna kipindi pia hata kipindi kile cha Hamisa Mobeto kulikuwa kuna usiri ulipita hapo. Ya, ya, bwana, kata kipindi anadeti na mtu, kuna, kuna, anapenda deti na mtu mwingine lakini alikuwepo Hamisa. Kwa hiyo kuna usiri hivi jamaa, h, yeah. Jamaa anakaba kwa kweli anakaba. Anaweza friji lakini anagandisha si haba. Iko vizuri. Kwa hiyo, bwana Diamond na Zuchu, mm. Hata ile siku ya shughuli bwana. Siku ya shughuli tukashangaa. Kwa tumekaa tunasubiri tuone, mm -hmm. Mama la mama anashuka na simba la masimba Dangote, eh. Tukashangaa he, kwenye gari kuna divorce, kuna estukizi kaingia na Wanyamwezi Tukasema sawa, labda kwa nyuma kuna gari nyingine imebeba bibie, labda hii gari ilikuwa eh. ni ya wahuni tu mm-hmm. He, kusubiri, hatumwoni Zuchu kumbe ameshaingia kivyake muda <laughs> Tukasema labda amesahau kitu nyumbani, amemwacha jua, wanawake na mambo mengi. Vizuri ijakaa. Baba Levu alisema mama nani? Mama Rubi. Kwa sababu ya nini? Make-up. Make-up. Ila akija mtamuona hivyo mm. Kwa kwamba Zuchu akija atamfata kama jinsi ambavyo Baba Levu alifanya mm-hmm, kumfata Mama Rubi akamshika mkono, mwandani wake akaingia wote ndani. Hata kutoka alitoka wote, alitoka si. Si tukajua da kuna mpishano kidogo wa muda. He? tunashangaa ukumbini Zuchu e. Yuko mwenyewe na na, na watu wake. Diamond yuko na wapambe wake. Yani Diamond alikuwa hata hata akiwa na shida na Zuchu alikabidi mtumie e. mtu kwa ule mbali uliokuwepo. Tena mbaya zaidi, Diamond mekaa meza expensive e. ule ukumbi kuliko meza zingine zote. Mama mtoto wake, meza hiyo ambayo yuko nawae, mtarajiwa wa mke wake mtarajiwa

Kwa sababu Zuchu sio kwenye kukuna tu na kwenye kupika pia nasikia najua zibari yule. Nakwambiaje Sami? Mimi nipo hapa ndoa ya Diamond na Zuchu tunayo, tunatamba nayo haya tu, ni makwazano tu ya muda mfupi kwenye mahusiano Zuchu. Uh, Zuchu angekuwa anataka ndoa kwa Diamond uh, angeipata. Mimi na mimi sikufichi Diamond anataka kuwa leo kesho anataka kuoa, lakini kuna vitu Zuchu hana. hasa shida ni nini? Zuchu hana kitu gani? ovoisi wa adabu. Sasa sisi tunaona tu Zuchu kapanda kwenye steji. Wewe Zuchu uoni kuna vitabiatabia vinaoneka, Zuchu anajikuna. Nikwambie tu kabisa kama kam, na ndio maana aliambiwa, kuna mama kuna nyie, mnamsema Zuchu anajikuna sana, lakini mume wake amekubali Zuchu akune Sina maana ya ule wimbo kuna mama kuna mamaiyo si, sikatoa fumbo kuna mama <laughs> kuna gimbele <laughs> unahisi cho kijitabia cha kucha Zuchu kujikuna sana sananafanya kwamba sipate ndoa kwa Diamond? ah, pengine, pengine. Lakini tabia ni nyingi sana Zuchu. Kingine pia Zuchu ni mtu ambaye mimi namwonaga na ni mtu ambaye yn yani, anajam kwenye conclusion haraka kuliko mtu yani ni mtu ambaye anaweza kakurupuka kufanya kitu yani unajua kuna muda unataji mwanamke ambaye shiso kam, yani ha so mtu akubwatuka bwatuka. Angalia, asilimia themanini wanawake wengi ambao hawaolewi bongo ni wanawake ambao, oh, no, wanabwatabwata ambao hawezi kustahimili. We mwanamke unaambiwa kitu na mwanamke mwenzio, huwezi kustahimili, unabwata. So Zuchu hicho kitu anacho. Kama umemfuatilia, ana hicho kitu hicho, kama kipindi kile Misrita alikuwa anamchokoza chokoza. Misrita, of course, yeye alikuwa tayari ameshashika advantage ya Zuchu, anajua mimi nahitaji maarufu, nilikuwa natoka na Diamond. mm. okay. kila kitu kiwe in the air, watu watafahamu. yeah. mm. Wewe tayari ni star, una followers zaidi ya mamilioni huko. yes. Eh, unabidi utulie, tayari una, uh, una CV yako kubwa ya kimziki, mtu anakuataka. mm. Tulikuwa tunategemea Zuchu, tumeona akiwa amenyamaza. Nilifurahi sana kumuona Zuchu amenyamaza baada ya kutoa ngoma ya kibinti kidodi, namuona huyo kidodi ana nini, ndio kokoko sasa elewa. Ee. shida ni kwamba mm -hmm. Angalia hata sehemu alikotokea Zuchu mm -hmm. sawa mm -hmm. sehemu alikozaliwa Zuchu yeah. kwenye mdomo umechangamka. <laughs> Mzazibari yule kwenye mdomo amechangamka, hataki kukaa mbali, hataki kupoa. Nikutajie mm -hmm. list hii kama ulikojua list mm -hmm. Sio kwa ubaya, unajua watu wataniattack vibaya, lakini pote lea pote tushazoea, kuna list ya makabila ambayo yanaoana wenyewe kwa wenyewe kwa sababu ya tabia ambazo wako nazo wanajuana. Eh, eh. Cha kwanza watu wa Zanzibari, watu wa Zanzibari ni watu ambao huwa mara nyingi wanaoana wenyewe kwa wenyewe, hiyo nakubali. Eh, eh. kwa sababu dili ya tabia ambazo wao wenyewe wanaishi nazo. Kwanza hichi kitu mimi nikwambie, Wazanzibari wana sifa ya kindi ipio, wana sifa ya uchafu Hey, hey, hey, hiyo ni kwambie. kwa hiyo, kwa hiyo sifa ipo, hiyo sifa kujikuna, a hey, hey, kama ukiwa wanafuatilia mm, ni watu ambao hata hapa jijini Dar es Salaam wanakaa katika mitaa ambayo wanaishi kwa pamoja kwa sababu wanaamini tabia zao na tamaduni zinaendana, naelewa yes. si anaeza yeah, akapika papa akanuka wiki nzima, yani ule papa akapikwa akanuka wiki nzima, na sawa wakachukulia kawaida, anaweza kavaa kanga kanga kanga, alafu ni kanga. Yani ni watu ambao tayari washajikiwa waoke. okay, ni kawaida kawaida ku. tu hata mm. wa wanajua Deyamna na wanaumezao wanajua na washazoea, na shida ndio mm. mm. watu ambao wako hivyo, kwa hiyo inampa pia ugumu ugumu Diamond mtu. Kwanza ukichukua ramani ya Tanzania, si ndio? mm. hii ramani ya Tanzania ndio imesimama, Zuchu upo huko kwenye visiwa vya huku ee. alipotokea Diamond ikatoka jua, jua, jua lenye linachoka kuzama alipotoka, na kuchomoza yani, ule umbali ile distance ya kutoka huku mpaka kule ndio distance ya kuipata ndoa walivyokuwa ngumu. Nakupa mahesabu he mambo mambo yaendi, tafuta calculator yote duniani mnajimu yote atabili hii mm. ndoa haipo. La, sawa lakini kwenye kupika siuko vizuri ngo. Uliona wapi? Kwani bwana atakuwa na nini stek na mapishi ah? Uliona wapi pegi <laughs> inapikwa tope? Mambo hayaendi eh? kwa hiyo mm, sasa tunataka tuamini kwamba Zuchu na Diamond hawako sawa, ndio maana hata Zuchu amefuta nini ile le kusema WCB. Ah, sasa umeona, iko iko, mm, iko kingine iko kingine. Sami, wewe unagombana na mpenzi wako hata kama mko sawa mnafanya kazi Aa. Lakini mnagombana e, kwenye masuala mazima ya mahusiano unayaleta kwenye kazi. Kwenye kazi gubu ni sawa na ile mtu eti tumegombana hey, na mpenzi wako unafuta kila kitu kumuhusu mm. picha zake <laughs> utafuta namba zake za simu, utenda mitandaoni, utaposti vijembe, alafu huo ni ushamba eh, unprofessional. Unprofessional. Alafu namba ya mtu iko kichwani unaifutaje? <laughs> iache tu, iache tu, <laughs> <Iyache> tu. <laughs> <Iyache laughs> tu. Ni sawa na kwamba eti unamblok mtu, unamblok <laughs> wa nini? mm. mwache mtu yee mwenyewe ajitoe kwenye maisha yako. Kabisa. Kuhu ni uswahili. Kabisa. Hasa we na wewe naye Zuchu kwa kuna haja gani kwenda kufuta kwenye bio yako kule mambo ya WCB? Sindio hapo? Kwa kuna haja gani kwenda kufuta hivyo vitu jamani? Hivi tu pia. Hivi tu pia naviona sana nimeshaviona mara nyingi mm. kwa Rayvan na Faima. Hizi mambo akigombana mm. na kuunfollow, ni follow. Unfollow, ah. follow me back. Ndio nini sasa? Eh, uh, Faima ambaye fremu yake imefungwa. Eh, ndio huyo. Huyo huyo. Cheupe dawa. Fremu ipigwa kwa fuli. Kwa nini? Kodi. Kote na nguo tuvai? Eh. Si bwana na hela? Eh, kodi nasikia mambo mambo yamemshinda. Si Si Si wana wana hela hela? Hela hela? wale? wale Eh? za kwenye Instagram. bwana ana Ah alikuwa mbona nasikia nasikia kama vile hawako nini? pia mimi shughuli sio mtu shughuli ile ya ya Juksi.

Blb wahiotuone obeahel alafu pia kwenye hilo swala likawafanya watu wazidi kuamini kwamba hapa hakuna jambo mm. Alikuwa akifanya interview na mmoja wa watangazaji eh, kwenye media fulani <laughs> hapa chini swala la ndoa vipi? Ah, akasema wakati sahihi ukifika, Mwenyezi Mungu mm, atamlita mtu sahihi eh. Situjua tayari mtu sahihi yupo, ndio Simba Naye Zuchu akatuvuruga ndo kutuaminisha kwamba hawa watu hawako sawa. Jambo ukishampa Mwenyezi Mungu, basi we limekushinda yani. <laughs> <laughs> <laughs> Jambo ukishamwachia Mungu wewe, limekushinda ah. Basi Mungu tu atansaidia. Mungu e, Mungu yes, atanlipia atanlipia ujapo lishakushinda. Imajini deni umekopa wewe, Mungu analilipaje? Na umekopa wewe yeah. Na wahela ulitumia wewe misha, hata sadaka ukutoa hata kama sadaka ungetoa at least Mungu naye angekuwa mm -hmm. ameshiriki kutumia hilo deni lako mm -hmm. kwa hivyo bwana <laughs> tuamini tu kwamba <laughs> hapa mambo si mambo. Mambo sio mambo, <laughs> mambo, kwa kweli hasa kwa upande wa Zuchu. Na sasa hivi Zuchu yuko katika safari ya kusubiri kumpata mtu sahihi mm. According to alivyozungumza. Yaani, Zuchu, Zuchu, sasa hivi, namuona kabisa. Kuna kitu atafute, uh, hata nuru hata uso haukuwa na nuru. Jue ile siku ya shule, alipoa, sisi tuliona, sisi tulimuona alikuwa amepoa sana. Na ile kauli ya Diamond kusema kwamba mimi, alishika mic mimi kuhusu ndoa uh, da, ndoa uh, Aa, na kuna kipindi pia alisemaga kwamba ndoa yake itafanyika kabla ya Ramadhani kufika, na Ramadhani ilikuwa ni ya mwaka huu elfu mbili ishirini na tano mm. Kwao tuitegemea pia ile mwezi wa tatu ile wa pili mwishoni, au mwezi wa tatu mwanzoni, tuone ndoa ya Zuchu na Diamond ili aweze kula ile futari kihalali. E, jambo likapita mpaka x akamzidi Bi Hamisa. Ukiona mpaka ndoa inapangwa na mwezi mtukufu na ikamiliki, hakuna ndoa hapo. Na hata kama ikiwa, basi jua hiyo ndoa ilikuwa ni aftari tu, hakuna ndoa na dumu ya mwezi mtukufu. Bwana wewe, yani hapo hakuna ndoa ha? Mimi niko hapa siku, yani siku kitokea hmm, siku kitokea sami, mimi nidai hela nakupa kitita hivi hmm, yani sio hela tu, kitita hivi nakuga kitita ikitokea ha, ndio. Kwani rudiva naye vipi hmm? rudiva hmm kwenye ndoandoa hapo nyuma, sina mahusiano yeah. nikaisikia nanyii yardiva, ndugu yangu yeah. U, uli, baba, mimi binafsi, sasa ndo tutaamini ule msemo kwamba sicheki na yoyote mm, na ulinda wa wangu moyo, moyo. Naocheka nao hao hao mnaowapa majambo yenu, hao hao mnaoamini kuwapa siri zenu <laughs> kuna wakati pia mimi nampigia nam saruti eh, gladness saruti yeah, kwako usimwoneshe hivyo hivyo, dada usija ukamwonesha akija nyumbani akitoka avae maski mpaka atakaporudi nchini kwake

Tulio hivi kati ya ya Wema na Lulu, nani ambaye alianza na marehemu Steven Kanumba? ni Lulu, ni Wema, eh? yeah, ni, ni Wema Wema eh? ni Wema yeah, lakini ikafikia hatua, mm. pia Lulu akatoka kimahusiano na marehemu Steven Kanumba mm. yeah. na wakawa tunacheka pamoja. mm-hmm. kwa hiyo ni sawa tu, yeah, mi naona ni sawa, kama yes. umekubali kumove on na maisha yako ni sawa, lakini ni sawa hey, kwa mtu ambaye sio mtu wako wa karibu, sema inakuwa inauma, inakuwa inauma. Unajua kuna wakati pia yani, yeah. unawaza Yani kwanza unajishusha grade, yani unaji unaji undergrade, sio unaji upgrade, unaji under. Unakuwa unawaza yani, eh, yani mimi nionekanaje? Au kipindi kipindi mimi niko na huyu mtu ina maana yeye alivyokuwa ananishika na mimi um, alikuwa anamtaka kitu chochote. So mtu anaweza akafikiria kitu kama hicho. Alafu kuna wakati pia unautawaza zile zile mambo zingine kwa alivyokuwa ananifanyia mimi anafanyia na yule vile mm. kama kuna vijishopping kama kwa zile catering, usio unanielewa, kuna yale mahaba. Yani unakuwa unawaza tu, unajiuliza kwa hiyo inaumiza wakati mwingine labda pia uko sawa, tutajuaje? Ha, eh, hey, lakini sikamshika tu mkono, nategemea mkono kamshika mkono mkono, yani mushikaje maisha? Ukiambiwa ya ya maisha maisha mm, okay, maisha hayana hayana fomla ndo hiyo, elewa. Lakini pia kwenye maisha haya haya, chagua watu ambao unaweza kuhisi kwamba hawatakuja mm, kugeuka baadaye lakini tunasema hakuna jipya chini ya jua kama tu Yesu ambaye ni nabii yes. Na alisalitiwa w wewe nani huyu? Wewe na uje choma hata na msumari kwa ajili ya dhambi za mtu, wewe nani? Lazima usalitiwe. Kipenzi cha Mwenyezi si Mungu mwenyewe alisalitiwa, wewe ni nani usisaliti? Wewe. Sicheki na, na, na wowote, endelea kuulinda wako moyo mm, na wengine viroboti